Viji followers kidogo tu Insta umeshaenda kutangaza nia ya kugombea ubunge na udiwani. Bana, huo ni ujumbe ambao alikuwa ameandika Mr. Manya kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuweza kupost, na hii ni mara baada ya kipindi hiki, tunajua kabisa watu wengi wamekuwa kitaka kwenda kugombea, lakini pia kuweza kutia nia katika majimbo yao. Lakini mara baada ya kuweza kupost huo ujumbe nchini, akawa ameandika hivi e, yaani unakuta mtu hajui vema siasa na wala hana historia nzuri na hiyo sehemu yeye, ana ye ni yeye ni kwenda kugombea, kigezo anachotumia yeye ni aidza ana followers wengi mitandaoni au anajua na walio ndani ya chama uh, au wanajuana nao walio ndani uh, walio ndani ya chama, watu wenye uwezo wa kushinikiza ajenda za kisiasa. Wananchi wanataka watu wa kusemea eh, lakini pia wakupambania wakuwatatulia shida zao kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye maisha yao, lakini pia katika jamii. Acheni mzaha, acheni kutafuta kiki, acheni kuleta utoto kwenye mambo serious, acheni tamaa na uchu wa madaraka. Huo ndio ujumbe ambao alikuwa amekwisha kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, eh, wana, eh, Mr. Mwanya kwa sababu kwa kipindi hiki tumeona kabisa watu wengi maarufu wameweza kwenda kuchukua fomu, lakini pia wasanii baadhi pia wapo ambao wamekwisha kuchukua fomu eh, na asilimia kubwa sana, hata vituo vingi vya habari kutokea hapa Tanzania eh, kuna baadhi ya wa wafanyakazi wengi sana ambao wamekwisha kwenda kuchukua fomu eh, tukiona kama pale Crown Media tunaona kabisa Mwijaku ameenda kuchukua fomu ambaye eh, eh, anatangaza kipindi cha Jirani, lakini pia tunaona kuna E, Jemedali Saidi pia mtangazaji wa kipindi cha michezo pale pale Crown ameweza kwenda kuchukua fomu. Tayari ni watangazaji wawili kutoka katika kituo hicho wamekwenda kuchukua fomu pia. pia lakini kwenda hata pale Wasafi tumeona kabisa kuna wamekenda, e, Romy Jones pia ni mmoja kati ya watu ambao pia wanatokana na kundi hilo la WCB na ameweza kwenda kuchukua nafasi ya ubunge na kutaka kuweza kugombea katika jimbo la huko e, huko Mbagala. Lakini pia pale Crowds tunaona Shafi Dauda naye ni mmoja kati ya watu ambao ameweza kuchukua e, bana e, fomu ya kuweza kwenda gobea swala zima la ubunge katika kata, eh, katika jimbo la Temeke kule ambako pia tunaona hadi Mkojani pia naye ni mmoja kati ya watu ambao pia wanaweza kuling'ang'ania e, jimbo hilo hilo. Wasanii ni wengi, watu ambao wanafahamika ni wengi e, kina, kina Doto Magari pia wapo, kina Baba Levo pia wapo, kina Shilole wapo, watu ni wengi sana kwenye industry ambao wameweza kuchukua fomu ili waweze kugombea katika nyanja tofauti tofauti, e, lakini pia kuweza kutimiza malengo ya wananchi. So Mr Mwanya kwa upande wake ameona kama niliza, vi watu wanataka kama kiki Yaani umesikia tu kwa sababu wewe followers wako ni wengi kwenye mtandao wako wa Instagram, basi unaenda kuchukua fomu, au unajikuta kwamba wewe una baadhi ya watu ambao pia unafahamiana nao kutokea huko serikalini, na wewe basi unakwenda kuchukua fomu au unakuta wewe una watu ambao unajuana nao ambao wana uwezo wa kuweza kukupush kukupa pesa, labda kuweza kupitia katika swala so zima la kampeni, na wewe unaenda kuchukua fomu ili uweze kugombea. E, imekuwa ni tofauti sana kwa Harmonize, moja kati ya watu ambao pia na wao walikuwa wana nia ya kwenda kuchukua bana, jimbo la huko Tandahimba Chitohori huko, e, katika mkoa wa Mtwara, lakini kuna namna yeye mwenyewe alikaa akajitafakari kwamba bana kwa, kwa staili hii sidhani kama mimi naweza kustahili kuweza kuchukua fomu, na yeye mwenyewe akaja mbele ya kamera pia akaweza kukiri kwamba bana atakuja wakati mwingine, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinambana sana na vinaweza kumfunga sana katika swala lake la kuweza kuwa kiongozi, so ni kweli Mr. Mwanya ameweza kuzungumza kweli kwamba watu wakiona tuna followers wengi wengi tu kidogo, anakimbilia kuchukua fomu na kuweza kutia nia katika majimbo tofauti tofauti, wakati eh, watu wote, lakini pia wanajamii pia hawataki mafollowers, wanataka maendeleo katika eh, jamii ambayo wanakuwa wanaishi kila wakati. So drop comment yako hapo kwa kile ambacho amekiongea Mr. Mwanya, watakumetisha kinomanoma chao.